Kizaazaa kilishuhudiwa katika shule ya upili ya wa wasichana ya Njoro huko Nakuru baada ya wakaazi kuandamana kulalamikia kifo cha mwanafunzi wa kidato cha nne wa shule hiyo. Familia ya Brenda Akinyi inasema kwamba mwana wao alifariki alipokuwa akitibiwa, ila wanasema alikuwa amewaelezea wasimamizi wa shule hiyo kuhusu maumivu, ila hakupata usaidizi. Makabiliano kati ya polisi na wakaazi yalishuhudiwa katika shule ya upili ya wa wasichana ya Njoro kaunti ya Nakuru Jumatatu wakazi ambao walijitokeza kulalamikia kifo cha mwanafunzi wa kidato cha nne Brenda Akinyi Ijumaa wiki iliyopita. Niliti wakazi kufika kwa shule, naambiwa na rafiki zake, dada yako ni mgonjwa. Kwenda kuuliza, nani anajua? Mtoto ni mgonjwa, nasa anajua, hey, anajua, deputa anajua, anajua, matron anajua, anajua, na mbona hajapiga home simu ati siku Nyumbani kwa familia ya Brenda katika eneo la Njoro ni uchungu au juao Millicent Anyango kwa kumpoteza mwanawe wa miaka kumi na minane. Familia hii inalaumu usimamizi wa shule ya upili ya Njoro kwa kuchelewa kumfikisha hospitalini. Huyu daktari akamuuliza maswali, mtoto alianza kugonjeka lini na ulimpea dawa gani? Akasema mtoto alibule mkichwa kidogo na nikaweza kumpea Brufen na hiyo brufen, na hiyo oh, ndio nilikuwa nataka, na mpaka hapo kesho, sasa akizidiwa, ndio nitie mama yake. Deputy principal alinipigia, in fact alininsult kwa simu akisema, nani amekupea nani nani, ulipigia na, nani alikupea ruhusa ya kupiga simu? Mimi I had nilikuwa na ruhusa yote ya kupiga simu juu ni dada yangu, lazima ningepiga simu. Haezi umia kwa shule, wali walichelewa kunipigia niende nichukue mtoto nipeleke wapi? O si sasa baka hapo singejua nini na, ha, ina- inaendelea unaona. Sasa mimi wa wanishike tu, wanisaidie kufanya hiyo postmortem, tujue mtoto ako nini, hata nijue nini, hata rudi, na tukishajua ukweli iko wapi, mtoto aende aziku ya pumzi. Apumzike. Hata hivyo, Mkurugenzi wa Elimu katika kaunti hiyo anapinga madai ya familia, akisema kuwa Brenda Akinyi alikuwa anaugua mara kwa mara. Meria Nyambura, Runinga ya yeah, Citizen